Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa karibuni katika chaneli yetu, na leo tutazungumzia, tutaendelea katika sehemu yetu ya pili. Tulikuwa tunaongelea kuhusu uandishi wa insha, na tutaendelea katika sehemu yetu ya pili. Mwanafunzi anafaa kufanya maswali mawili katika mtihani ama katika karatasi ya insha, maswali mawili tu, swali ya lazima na swali nyingine kutoka maswali matatu zilizosalia. Na ukumbuke kwamba swali ya lazima sio lazima uanze na hiyo swali, unaweza fanya kama swali ya pili, ama unaweza maliza nayo ama, ama ukitaka pia unaweza anza nayo, lakini sio lazima uanze na hiyo swali ya lazima, bora tu katika uh, katika karatasi yako, vile vile, insha yako isipungue maneno mia nne. Na tukisema maneno mia nne inamaanisha kuwa hiyo ni takriban aya kumi katika, na hizo aya kumi ni tangulizi, ambayo ni aya moja, mwili ambayo unafaa kuwa aya nane na hitimisho aya moja. Ukiongeza hizo zitakuwa aya kumi. Kwa hivyo, hivyo ndivyo inafaa kuonekana katika insha yako, aya kumi. Na ukurasa wa kwanza sio pahali pa kufanyia swali, usianze na ukurasa wa kwanza. Ukurasa wa kwanza unafaa kutumia kama maandalizi ya insha yako. Hiyo inaonyesha kuwa ume yale vile vitu ambavyo unataka kuandika katika insha yako umeziandika katika ukurasa wa, wa kwanza. Kwa hivyo, baadaye itakuwa, itakuwa ngumu ku, kuandika insha yako. Kwa hivyo usi, usianze, usianze insha yako katika ukurasa wa kwanza. Natumai tumeelewana.